Zungumze na tupiana mipango miwili matatu kuelekea mchezo wetu wa kesho wa ligi kuu, na nikiwatizama sura zenu waandishi hapa, naona kuna ambao wamefurahi mafanikio yetu sisi kwenda fainali ya kombe la shirikisho, lakini kuna wengine wamenuna katika nyinyi eh, eh, ndio hulka za kibinadamu, lakini eh, hatuwezi kuwalazimisha wote mkafurahi ama wote wote mkanuna, lakini mlionuna nimewaona na ninawaona, na waliofurahi vilevile na wenyewe ninawaona. Ehe, lakini mnune, mfurahi, nyama yuko wapi? Nyama yuko fainali. <laughs> muda wake utafika, tutazungumza kwa kina kabisa kuhusiana na mchezo huo. E, hili sio jukwaa lake lakini kwa kipekee kabisa nipende kuwapongeza ndugu zetu waandishi wa habari, mmefanya kazi kubwa sana na sisi eh, kuanzia mwanzo wa msimu huu hadi kufikia hapa tulipo, ambapo tunakula matunda. Wapo wengine ambao wanapambana na wanajaribu kuturudisha nyuma, lakini sisi tunasonga mbele na hapa tulikofika hatucheki na mtu, tunaangalia maendeleo na mafanikio yetu sisi kama Simba Sports Club. Tumerejea kutoka Afrika Kusini tukiwa tumefuzu fainali ya kombe la shirikisho Afrika, na sasa tunaingia rasmi kwenye kimuhemuhe cha ligi kuu ya NBC. Kesho Ijumaa, tarehe mbili, tuna mchezo dhidi ya Mashujaa FC mchezo wa ligi kuu ya NBC, lakini ratiba imetoka ya ligi kuu, tuna takriban michezo minne katika e, siku, kada, ka, siku zijazo. Tuna mchezo dhidi e, ya Mashujaa, tuna mchezo dhidi ya Pamba, dhidi ya JKT na tuna mchezo dhidi ya KMC. Michezo yote hiyo kiangalia, ni michezo muhimu sana kwetu kwa sababu tunahitaji kuchukua alama kumi na mbili katika michezo yote hiyo minne. Sio nyepesi hata kidogo, kwa sababu katika timu hizo ambazo tunacheza nazo zipo ambazo zina hatari ya kushuka daraja. Maana yake ni kwamba wataingia katika michezo hiyo wakipambana pakubwa kuhakikisha kwamba wanachukua alama tatu mbele ya mnyama. Na mara zote, ligi ikiwa imesalia mechi hizi za lala salama, huwa inakuwa ngumu sana, kwa sababu kila mtu hapo anapigania kutimiza malengo yake na hakuna second chance ya, ya, ya, ya, ya, ya aina nyingine. Maswali yamekuwa ni mengi sana kutoka kwa ndugu zetu waandishi wa habari juu ya ratiba hii ambayo inaonekana imebana Eh, takriban mechi, mechi, mechi nne ndani ya siku kumi na moja. Ratiba tumeipokea na sisi, jukumu letu eh, Simba Sports, ni kuishi ndani ya ratiba hiyo. Tutapambana ndani ya ratiba hiyo hiyo tuweze kutimiza malengo yetu, ambayo ni kuchukua alama tatu kwenye kila mchezo. Hatuna muda wa kuanza kufikiria ratiba imekaaje tuna muda wa kufanya maandalizi kuelekea kwenye hiyo ratiba, na ratiba hiyo ngumu tunaianza dhidi ya Mashujaa. Mashujaa ukiwaangalia katika msimamo wa ligi wapo katika sehemu salama kama ligi inaisha leo, kwa maana hawatoshuka daraja, lakini ukimwangalia pointi alizonayo yeye na mtu ambaye ana hatari ya kushuka daraja ni pointi moja tu, ni thelathini kwa ishirini na tisa kwa ishirini na nane kwa ishirini na saba Maana yake ni kwamba kima hesabu hayuko salama. Ili awe salama, anahitaji kupata alama tatu mbele ya Simba Sports Club. Kwa hiyo ataingia katika mchezo wa kesho kupambana kuhakikisha ya kwamba anakwenda kupigania alama tatu ili zimweke salama. Wakati yeye anapigania alama tatu zimweke salama katika ligi kuu, sisi tunapigania alama tatu zitupe ubingwa wa ligi kuu msimu huu, kwa unaweza ukaona hiyo bato namna ilivyo ngumu kweli kweli, na sisi hatuko tayari kwa furaha tuliyokuwa nayo hivi sasa na comfort tuliyokuwa nayo hivi sasa iende ikachafuliwe ama ikaharibiwe ama ikavurugwe na timu kutoka Kigoma. Hilo hatuko nalo na hatuko tayari kuona linatokea. Maana yake ni kwamba tuna kila sababu katika mchezo wa kesho kwenda kupambana, tunavyoweza kupambana, tuweze kuchukua alama tatu. Tunawaheshimu Mashujaa katika raundi ya kwanza walitupa mchezo mgumu sana eh. goli la mwisho kabisa la Stephen Dese Mukwala likatupa alama tatu baada ya mambo na hali kuwa ngumu kweli kweli. Sasa basi, wanakuja nyumbani kwetu, tunafahamu ugumu wa mchezo huu na tunawaheshimu Mashujaa, lakini tutakwenda kupambana na kuipigania Simba yetu tuweze kuchukua alama tatu. Wito wangu ni mmoja tu kwa mashabiki wa simba waje waiunge mkono na waione Simba yao, waje watupe sapoti, waje tupambane tu, tu kwa pamoja kuchukua alama tatu. Mechi sio nyepesi hata kidogo. Nisizungumze mengi, wenyewe wanasimba mnajua tunapozungumzia mashujaa tunazungumza kitu gani, ama nyuma yake kipo kitu gani? Kwa hiyo tuna kila sababu ya kwenda kupambana kwa pamoja tukachukua hizi alama tatu, lakini mchezo wa kesho utakuwa ni mchezo wa kwanza wa ligi kuu ya NBC Simba anacheza baada ya kuingia fainali ya kombe la shirikisho. Ninafahamu wapo mashabiki ambao tayari wameshatoa heshima zao kwa kuja uwanja wa ndege kuja kuwapokea, lakini bado haitoshi. Katika mchezo wa kesho, tutautumia kama sehemu maalum ya kuwapongeza rasmi wachezaji wetu baada ya kufanikiwa kuingia hatua fainali ya kombe la shirikisho. Nini tutafanya basi? Wakati timu inaingia uwanjani ile saa, saa tisa na dakika hamsini na nane na saba wanaingia uwanjani kwa ajili ya kwenda kuanza mpira ama mchezo, mchezo wa kesho, mashabiki wote ambao tutakuwa katika uwanja wa KMC tutasimama kwa pamoja na kuwapigia makofi wachezaji wetu, ikiwa ni ishara ya kwamba tunawapongeza kwa kazi kubwa ambayo wameifanya na kwa kuipeleka Simba yetu hatua ya fainali ya kombe la shirikisho. Asikae chini hata shabiki mmoja, kila shabiki atalazimika kusimama na kuwapigia makofi ya nguvu wachezaji wetu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Sasa hii haitofanyika tu uwanjani, kama kuna watu wanaangalia, wanaangalia mechi kwenye TV na wenyewe vile vile watalazimika kusimama. Hata kama uko peke yako, utalazimika kusimama na kuipigia timu makofi. kama mnaangalia ba mtasimama mtaipigia Simba makofi kama mnaangalia kwenye tawi lenu, kama mnaangalia kwenye basi. Maana siku hizi Azam TV wanaangalia hadi kwenye mabasi, mnasimama kwenye siti uliokaa, mnawapigia makofi wachezaji wetu. Hii itafanyika pale wakati timu inaingia uwanjani kwenda kuanza mchezo, na mara nyingi timu wakati zinaingia uwanjani huwa zinaingia timu zote mbili yaani eh, timu wanaocheza pamoja na mpinzani kwa hiyo, mashujaa wakiona sisi tunapiga makofi wasifikiri tunawapigia wao, tunaipigia simba yetu ambayo imeingia hatua ya fainali. Kwa hiyo wanasimba, wito huu umfikie kila mwanasimba, tukumbushane kwenye matawi yetu, kwenye magrupu yetu, tutakapofika uwanjani kesho, jukumu uh, letu ni kunyanyuana ili tusimame tuwapongeze mashujaa wetu ambao wametuvika nguo kwa kuipeleka Simba yetu hatua ya fainali. Viingilio katika mchezo wetu huu ni shilingi elfu kumi mzunguko na shilingi elfu ishirini VIP, na tiketi tayari zimeshaanza kuuzwa kuanzia hii leo, kuanzia jana tiketi zimeanza kuuzwa. Nichukue nafasi hii kuwasisitiza mashabiki wa Simba kuhakikisha wananunua tiketi kwa wingi. Kesho tujaze uwanja wa KMC kwa ajili ya kuja kuipa support timu yetu na kuwashangilia vijana wetu. Kila mtu ana fikra zake eh. Wanaosema michuano ya kombe la shirikisho ni, ni mirahisi kuliko ligi kuu ya NBC wana mtazamo wao, wana fikra zao, wana hoja zao na pengine wana fakti zao ambazo mimi sipo kwenye nafasi ya kujibu, eh, ya kujibu, ya kujibu, eh, chochote katika hayo mawazo yao ambayo wao wameyawakilisha eh, na kusema kwamba eh, michuano ya kombe la shirikisho Afrika ni mirahisi na michuano ya ligi kuu ya NBC ni ngumu. Sisi Simba Sports Club tunaheshimu michuano yote ambayo tunashiriki, kwa maana ya kombe la shirikisho pamoja na ligi kuu ya NBC, na kila michuano tuna ivalu kwa thamani yake, na kila michuano tunaichukulia kwa userious wa kiwango chake. Tumemaliza michuano ya kombe la shirikisho Afrika, tumeingia fainali na sasa tunarejea katika ligi kuu ya NBC. The same power ambayo tulitumia kwenye michuano ya, ya, ya Afrika ndiyo hiyo hiyo tunakuja kuitumia kwenye michuano ya ligi kuu ya NBC. Timu ya mpira wa miguu jambo lake la kwanza ni kushinda kila mashindano ambayo yanashiriki. Kwa hiyo tumeshinda kwenye, kwenye kombe la shirikisho na sasa tunataka kushinda kwenye ligi kuu ya NBC. Hatuko hapa kwa ajili ya kuanza kurank ipi ni bora, ipi ni nzuri. As long as ni michuano rasmi inayosimamiwa na mamlaka rasmi, sisi tunashiriki yote kwa kiwango kile kile cha kufanana. Wanao rank michuano A hey, ni bora kuliko michuano B, tunawachia hiyo nafasi sisi. Kazi yetu ni kushiriki na kushinda kila ambacho tunashiriki tuna, tuna, tuna, tuna muhimu tu. Nyinyi sasa mkatofautisha kwamba kuna watu wanazungumza kwa wivu na kuna watu wanazungumza kwa chuki, na mtu akizungumza kwa wivu, unaplay goma la J Combat unamwachia hapo unaendelea na maisha yako wala huna muda wa kubishana na mtu. <laughs> Ah, anazungumzia special treatment. Eh, i kwa nini special treatment hii mgeni <tipas> eh, rasmi hakuna, eh, lakini bado milango iko wazi kama nitapokea maelekezo yote kutoka kwa viongozi wangu wa juu, basi tutamtangaza. Lakini mainly kesho ni siku ya kuwapa heshima mashabiki we, wachezaji wetu, kwa sisi mashabiki kuwapigia makofi. Yani hata kama una mikono, unatakiwa usimame. Mechi ikianza, utafute namna ya ku ya kuwapongeza wachezaji, na mara baada ya salamu ma, mara baada ya ile nani ile ya kupiga picha ile inaitwaje ya kupiga picha kupiga picha ile e, got, ah, za kumbukumbu. Kikosi kishakaguliwa, wanapiga picha. Wakishapiga picha, wachezaji huwa wana, wanakaa hivi wanaanza ku, kuwapigia makofi wachezaji. Kwa hiyo sisi tukisimama wakati timu inaingia, hatutakaa mpaka wachezaji wamalize kupiga picha, wakae katikati ya duara watupigie makofi ya pamoja, na sisi ndio tutakaa kwenye viti vyetu. Hiyo ni kwa aliye uwanjani, kwa aliye nyumbani, kwa aliye kwenye basi, aliye baa, aliye usingizini, yoyote, na wasimamizi wake ni tofauti. Kwa hiyo sidhani kama inaweza inaweza ikakubaliwa. Kwa hiyo nadhani hata kuomba hatuna haja ya kuomba, kwa sababu ingekuwa ni tumepata mafanikio kwenye ligi kuu ya NBC, maanake kanuni ingeweza ingeweza kuwalazimisha, lakini wanaruhusiwa wakitaka kutupigia makofi yeah, yeah. E, kwa maono yao bwana Simba Sports hawa wametutoa kimasomaso Tanzania, acha tuwapigie makofi. Tutawapokea kama yatakuwa ni makofi ya kweli, sio ya kinafiki. Ameuliza hapa bwana, ahadi ni nyingi, wamepewa mashujaa. Hatutaki e, kuingilia Uh, system yao ya kiuendeshaji hatutaki kuingilia. Wenyewe wanaweza kuahidiana chochote wanachotaka kuahidiana, wanaweza kupeana chochote wanachotaka kupeana, wanaweza kugawiana chochote wanachoweza kugawiana. Sisi tunachosema tu ni kwamba chochote watakachopeana mashujaa, kisiwatie uchizi, wakaja uwanjani kucheza mpira wa hovyo kwa sababu wamepaniki, wanataka kutimiza malengo yao, wakatuumizia wachezaji wetu. Hilo ndo jambo la msingi sana. Wenyewe waje wacheze mpira, watu waenjoy. Na mimi of course, mashujaa nawafahamu sana, ni katika timu ambazo e, zinamiliki wachezaji wengi wazuri na bora. Kama wataamua kucheza mpira, watu wataenjoy sana, hasa eneo la katikati lile la kina Yusuf Dunia watu watafurahia pakubwa mno, mpira mkubwa sana. Kwa hiyo wakija tukacheza mpira, itakuwa ni vizuri, na timu bora iliyojiandaa vizuri itapata matokeo, na wao kama wameandikiwa kushinda watashinda, na zawadi walio waliowekewa watakwenda kuichukua, lakini wasijilazimishe. Sasa wakaamua kucheza kwa fujo wakaamua kucheza kwa vurugu, wakaamua kuparamia tu, ili mradi watimize malengo ya kupewa bonus walioahidiwa. Kusema kweli, tunawaomba sana, tukacheze kistaarabu, na niwakumbushe wachezaji wachezaji, ee, mlinzi wa kwanza wa mchezaji ni mchezaji mwenzie. Ukimchezea uki mchezaji mwenzio vibaya kwa lengo la kumuumiza Uh, unakuwa unaharibu kazi yake na unaharibu maisha yake, na ujifikirie, ukiumizwa wewe kwa kiwango hicho ukakaa nyumbani kwa, tena, tena, tena bora Simba unaweza ukamuumiza mchezaji wetu tukaendelea kumlipa mpaka mkataba wake ukimalizika. Kwa wewe mashujaa ambayo hali zenu tunazijua, tiatiatia uh, tia, tia, maji pangu pakavu, ukiumizwa ukakaa nje miezi miwili mitatu sidhani kama klabu yako inaweza ikakulea kipindi chote hicho. Kwa hiyo wachezaji wenyewe wapendane, wachezaji wenyewe walindane, wacheze mpira kulingana na ubora wao, na mimi nawaamini katika ubora wao, twende tukashindane, timu bora itapata matokeo. Amepewa shingapi? Shingapi? amepewa milioni mia <laughs> eh, <laughs> Sijui imetoka wapi, lakini wao hawana uwezo wa kuwahijana hii hela ilo a jambo linauhakika nalo Yes. Yes. Jeshi. Yes. Kama ni jeshi sa <laughs> simchonganishe <laughs> na jeshi, kama jeshi wanaweza kutoa kutokaa mpango mkakati wa kushinda. Hapa sasa kwenye mechi kama hizi za back to back. Kwanza lazima tu, tu, tuwekane sawa ratiba kama hii ya back to back, e, cheza ni kucheze e. Sio mara ya kwanza Simba kupangiwa na sio mara ya kwanza kutokea katika ligi yetu, huwa inatokea mara kadhaa, hasa unapo unapokuwa kwenye majukumu ya kimataifa ama unapo exceed, eh, yale malengo ambayo eh, watu wa hawakufikiria kama, kama ungeweza kufika na nakumbuka tumeshawahi kuwa na, na ratiba kama hii wakati fulani, lakini tuliweza kufanikiwa kushinda mechi zote tulicheza, na stendi eh, Shinyanga, tukanyanyuka tukaenda kucheza na bu, na, Tabora, na, na, na, na Kagera Bukoba, tukanyanyuka tukacheza na Gwambina Mwanza, tukanyanyuka tukaenda kucheza na Biashara Mara tukanyanyuka na kote huko tulishinda, zilikuwa ni mechi nne ndani ya muda mfupi kweli kweli, lakini kote huko tulifanikiwa tuli, tuli. Sasa kwenye ratiba kama hiyo, ndipo ambapo unalazimika kuonesha ubora wa kikosi chako, na hapa Simba hatuna presha hata kidogo, kwa sababu kikosi cha kuweza kucheza mechi hizo nne ndani ya muda mfupi tunazo. Katika mechi kama hizi ndipo utaona ubora wa mwalimu kwenye kufanya rotation. Katika mechi kama hizi ndipo utaona ubora wa wachezaji kuwa na endurance kubwa ya kuweza kucheza mechi leo akapumzika kesho, na kesho kutwa akaamkia tena uwanjani na bado akawa na kiwango kile kile. Lakini kumbukeni, Simba tumesajili wachezaji wengi vijana ambao bado wana hamu ya kucheza, wana nguvu ya kucheza, na wana morali ya kucheza. Sisi hatujasajili wastaafu wa Afrika Mashariki, sisi tumesajili wachezaji ambao wana nguvu ya kucheza, kwa hiyo wana uwezo wa kumudu kucheza kwenye mazingira magumu kama haya. Kwa hiyo wala msiwe na wasiwasi, ratiba hii sisi tutaishi nayo vizuri tu, wala hakuna mashaka.